Ngoma ya Abby Charms Me Too akimshirikisha Harmonize inazidi kusogea mbali zaidi duniani. Tayari imeshafanikiwa kutambulishwa kwenye kituo cha BBC1 Extra cha UK nchini Uingereza na Abby Charms ameshare hapa uh, screenshot, lakini ni kama video ambayo inaonyesha you know, hapa namna ambavyo ngoma hii imetambulishwa kupitia uh, the official UK Afrobeat chat show ambayo inafanyika kwenye kituo cha BBC One Extra. Alafu ameandika these are moments and milestones that will always be imprinted in my heart. My record Me Too spotlighted on official UK chat show on BBC One Extra. First of many more to come. Thank you BBC One Extra. Ametag baadhi ya watu pia hapa pamoja na uh, Sony Music. Na amemshukuru Harmonize hapa akimwandikia kwamba let's celebrate Harmonize iftari dinner on me. Anasema kwamba wakasherehekea usiku wa leo na e, masuala ya iftari, ile muda wa kufuturu Abby Charms ata clear the bill, atalipa, ata take care of it au sio. So, uh, unakumbuka pia tumesema mara kadhaa hapa kwamba chemistry kati ya Abby Charms na Harmonize imekuwa inaonekana iko vizuri sana, mara zote wakikutana wanatengeneza smash hit Ngoma hii ya Me Too ni ngoma ambayo imeweza kupenya kwenye maeneo mengi sana na sasa hivi inafanya vizuri East Africa ikikaa kwenye nafasi za juu kwenye charts mbalimbali mbali, huko kwenye digital platforms, lakini pia kwenye rotation e, hapa nazungumzia vituo vya radio. Ngoma hii inasikika kama kulia sana, na ni kwa sababu ni ngoma kali uandishi noma kabisa. Eh, chemistry kati ya Harmonize na Abby Charms inaendelea kutengeneza kitu kingine kizuri ambacho nafikiri Abby anaendelea kujivunia, na hii ni kwa mara ya kwanza, pengine ngoma yake inafika mbali katika level kama hii hapa, toka anze muziki, naweza nikasema hivyo. Hii ndio ngoma ambayo imeweza kumtambulisha vizuri pia kwenye mipaka ya nje ya Tanzania, Kenya, Uganda, eh, hapa Tanzania pia, eh, UK kama unavyoona hivi sasa hivi ngoma imeingia kwenye chat hizi za Afrobeats za BBC One Extra na maeneo mengine mengi sana imekuwa ikifanya vizuri. Ukipita kwenye peji yake ya Instagram, amekuwa akiweka updates ya namna ambavyo ngoma yake inazidi kufanya vizuri kadri kila siku ukikicha na kupata numbers, eh, na fanbase mpya ambayo pia inakuja eh, kuongeza kitu kwenye kari yake ya muziki. Hongera sana kwa Abby Charms na Harmonize. Una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Niambie, unaisikiliza Me Too ukiwa wapi na ni line gani kali unaipenda kwenye hii ngoma? Hapo chini nitaenjoy sana kusoma comment yako.